Madhara ya tatu kwa sababu naona huchangii, usijue unasemaje, niendelee au uchangie kwanza kwa hii madhara ya pili inayofanya tusibuni. Endelea tu, tuko tunakufuata, kufuata okay. Niko nafuta, kuna koment hapa, ziko hapa watu wana koment, ndio na pia tuko tunaangalia, angalia. Mapointi nzuri sana zenye ziko hapa kabisa, tunasikia wanaongelea hapa naona Trezor, Trezor anaweka mapointi mazuri sana hapa, tutakuja kuyaangalia baadaye. Endelea tu, tuko tunakufata, tuko shuleni. Madhara ya tatu ambayo yanatufanya elimu yetu isiwe endelevu ni kwamba kujilinganisha. Kujilinganisha ni kwamba tunataka kujilinganisha. Na kujilinganisha ninamaanisha nini? tunaingia sana kwenye mfumo, tunajikita kwenye mfumo wa competition. Mbona hawa jamaa wamefanya hivi na sisi tusifanye hivi mwisho wa siku tunabadilisha vitu ambavyo vingetuviingiza vitu ambayo wameongeza hiki na hiki, ndio maana wanafaulu. Sisi na sisi tunaenda tunachukua ile yao tunaweka, ndio maana unakuta constitution zetu au katiba za nchi zetu nyingi zinafanana, katiba nyingi zetu zinafanana kwa sababu tumekuwa watu wa kukopi, kujilinganisha au kufanya mashindano tunataka kushindana na watu wengine tuonekane sisi ndio tuko juu, wakati wataanza kufuatilia ni uh, chuo gani bora barani Afrika au shule ya, ya sekondari ni yani bora nchini, sisi tuonekane bora kuliko wengine. So tunaanza kuingiza lugha, tunaanza kukariri vitu na tunajikita kwenye mitihani. Mwisho wa siku, hiyo hiyo competition inatuacha taabani baada ya kupata mtihani, tuna kwa hivyo, competition ni kitu kingine ambacho kinatumaliza. Kama Kongo inataka ijilinganishe na nchi ya Ufaransa au nchi ya Ubelgiji, Kenya inataka ijilinganishe na nchi ya Uingereza, mwisho wa siku, katika kutaka kujilinganisha utajikuta umechukua mfumo wote wa ile nchi, umeuleta umecopy and paste umeukata kule na umekuja kubandika hapa, ili yamkini uonekane kwamba una uwezo kama wao. Lakini kuta kwenye huo hiyo mitaala yao au huo mfumo wao, utakuta kuna vitu ambavyo havisaidii wananchi wako, kwa sababu labda wale wanasoma kwenye nchi ya baridi, na kuna vipengele wameweka kwenye hiyo huo hiyo mitaala, vipengele vinavyoendana na baridi, havifai hawa, havina avi, nafasi kwenye sehemu unayosomea, tuseme kama watu wanaosomea Turkana County nchini Kenya, kuna joto sana. Sasa wakishachukua ule mtaala unaoongelea mambo ya baridi hautaendana. Pana anasema kama huu mtaala unasema ukifika wakati fulani, wakati tunataka kutashahiri, wakati wa kusoma mashahiri, tunavaa sisi wote koti mbili mbili na tunaweka kofia juu, eh, na tunaweka uh, tunavaa pia gloves. Ndipo tutaanza kutaja shahiri sasa unakuta huo mfumo utawaumiza watu wanaosoma kwenye sehemu za joto, sehemu za Mombasa na sehemu zingine za joto zitaoteseka, sehemu kama za za Kinshasa, watu wataumia, kwa sababu ukiwaambia waweke miwani kubwa waweke na gloves ndio waanze kusoma mashahiri, kitambo wamalize kusoma mashahiri, watu wamechemka. E, e, ndio wameroana na joto, kwa sababu hizo hizo sheria za hayo mashahidi zimetengenezwa kulingana na mazingira ya watu wanaoishi kwenye hiyo nchi ya baridi. Lakini kwa sababu tulikopi tu, mwalimu ambaye atakuja asimamie huo mtaala, itabidi na yeye pia afuatishe vile unavyosema costumes, ndio zile zinaitwa costumes. Oh, mpaka wanaweka mkazo you have to be like this, lazima muwe kama hivi. Mwisho wa siku haviendani kabisa na mazingira. Kwa nini? Tumefanya copy and paste, tumefanya copy. Nataka tuwe kama wa video tutakayo irekodi ikae kama ya kwa. Wakati mazingira yenyewe siyo ya hali ya hewa moja. Kuna vitu ambavyo viko kwenye maisha yetu tunavisahau, ambavyo tungeweka kwenye mitaala yetu vikatusaidia kwa sababu tunataka competition, tunaviacha hivyo, tunachukua vya wengine, tunavibandika paa. Ndio maana unakuta kwenye mitaala yetu hata vyakula vya kienyeji havipo kwenye mitaala, hakuna. Nimeona kwamba wanafundisha rasmi jinsi ya kupika ugali shuleni kwenye hizo nchi. Nimefanya ualimu, sijaona elimu ya kufundisha kupika ugali. Nilitembea shule moja ya catering. Uh, na jijini Nairobi, uh, nikashangaa kwamba kwenye mtaala wanaoutumia wa kupika vyakula karibuni vyote ni vyakula visivyoonekana Kenya, na vingine vinavyoonekana Kenya ni vile av, watu hawazoei kuvila kwa ule mfumo wa upikaji wanaousoma nikashangaa wakimbizi wengi pale Nairobi, wa sitaki eh, kutaja sana, walikuwa wanaenda kwenye hizo kosi za ku, za kujifunza kupika kwenye eneo za Kasarani la aina ya vyakula wanavyovila nyumbani. Sasa mwisho wa siku, ukishamaliza kusoma, umesoma nini? Umesoma jinsi ya kutengeneza eh, the French fries. Umejifunza jinsi ya kutengeneza burgers, Eh, jinsi ya kutengeneza pizza. Hivyo vyakula haviliwi kwenye jamii, jamii wanakula ugali, jamii wanakula githeri <laughs> jamii wanakumutura, jamii wanakula mbuki na hivyo vyakula vingi, lakini havipatikani kwenye mtaala wa elimu ya ketari nchini Kenya. Huo ni mfano tu wa Kenya. Kongo pia watu wanakula kwanga ha? Chikwanga. Chikwanga ina, ina inageuzwa tu, inatakiwa iwe kwanga, lakini katika wale wanaotumia upande wa kaskazini wa nchi ya Kongo wanaanza kutaka kutumia hilo. Hivi ninavyoongea na wewe kama mwalimu, hakuna mtaala Kongo unaofundisha jinsi ya kutengeneza kwanga, hakuna mtaala unaofundisha jinsi ya kutengeneza rowe kwa maana upande wa East, Eastern Congo watu wanatumia sana roho na nyama choma, lakini hakuna mtaala unaokava hiyo. Hakuna mtaala unaofundisha kupika ugali. Hata Tanzania nimetembelea mitaala yao, hivyo vyakula wanaviita vyak... Sasa hivyo vyakula vyote vyetu vinapewa jina hilo. Jina unalijua ndugu <laughs> vinaitwa vyakula vikimaanisha kwamba ni vyakula duni, si lazima sana viongelewe. Kwa hivyo vinaongelewa vyakula vya watu wengine, bila kuzingatia kwamba vile vya watu wengine pia ni kienyeji kwa wale watu. Kwa maana unaposema kwamba lugha yangu ni mother tongue, ni lugha ya mama yule mtoto ambaye mama yake ni Muingereza na amemzaa kule Uingereza, lugha ya mama ya huyo mtoto ni gani kama sio Kiingereza? Sasa utaniambiaje kwamba hiyo lugha ya Kiingereza na yangu Kiingereza ndio muhimu zaidi? Hakuna umuhimu wake, unaonekana kwa sababu inaongelewa na watu wengi. Niliwashangaza watoto wangu, tukiongea lugha na wakinitajia neno la Kiingereza nawatajia kwa Kibembe, wakinitajia neno la Kiingereza nawatajia kwa Kiswahili. Wakashangaa wakasema, kwani hizi lugha zetu zina maneno yote? Nikasema yote yanayokuwa, na pengine na zaidi. Inawezekana kuna maneno mengine hata hayako kwenye hizo lugha za wazungu, lakini yako kwenye lugha zetu. Lakini kwa sababu lugha zetu hazisomwi, tunajipata hatuna maneno mengi ambayo yanakuwa mbadala. Ndio maana hata hapa ninajaribu kuongea, kuna maneno mengine nayatumia ya Kiswahili hapa watu wengine hawayapati vizuri, labda mpaka niyaingize kwenye lugha ya kigeni. Kwa sababu gani? Wamesoma, wame kwenye makaratasi, usomi wao huko kwenye karatasi, kiasi kwamba karatasi inawajulisha kwamba wamesoma kwa, kwa lugha za watu wengine. Kwa hivyo competition, ama hicho ama huko kushindana au mashindano ya kielimu, ni madhara makubwa yanatufanya yana sisi tunataka tufanane na wakina fulani, sisi wengine tufanane na tuwashinde wakina fulani. Hivi vyetu ni vya kienyeji, wacha tuchukue vya Wafaransa, wacha tuchukue vya Waingereza, tuchukue vya, wa, vya, vya Wajerumani, tuweke hapa. Lakini sasa cha kushangaza ni kwamba wa hawa Wajerumani, Waingereza, Wafaransa, Waolanzi hawachukui vya kwenu ili kuvisoma. Sijaona mtaala wowote hapa Australia unaoongelea lakini sisi tunasoma jinsi ya kupika pizza ambayo ni ya Waitaliano. Waitali hawasomi hawa ugali kwetu, wa mama wanapika maandazi, maandazi chips na hivyo vitu vingine vi hatuvisomi kwenye mitaala yetu. Ndio maana unakuta mtoto anatoka shuleni anaweka daftari zake hapo, vitu anavyofanya ni mbali kabisa na vitu alivyovisoma shuleni. Lakini kwenye hizi nchi wanajaribu kufundisha vitu vilivyo kwenye environment yako iko kwenye mazingira yako ili upate uwezo wa kuvijua kwa, kwa haraka.